Kwa miaka mingi, mhamiaji anayeitwa Reuben Matis alikuwa akiuza ice cream huko New York. Ilikuwa kichocheo cha familia yake mwenyewe na yeye alishi maisha ya kawaida, o oh, akiuza. Kisha Reubeni akapata msukumo. Aligundua kwamba watu walikuwa na hakika kwamba vyakula bora zaidi ni vyakula vya kigeni kutoka nchi nyingine duniani kote. Kwa hiyo mwaka wa 1959 Reuben Mattus na mke wake Rose walikuja na jina jipya la ice cream yao, waliita Hagen Das. Sasa ilikuwa kichocheo sawa cha familia, ice cream sawa, uu mabadiliko machache madogo lakini wakati huu iliuzwa chini ya jina hili la kigeni la kimataifa ambalo lililosikika la Skandinavia. Walichapisha hata ramani ya Skandinavia kwenye katoni za ice cream, na kwa hiyo mauzo yalianza na iliyobaki ni historia ya ice cream. Sasa kile ambacho Reuben Mattus aligundua hakikuwa tu njia bora ya kuuza iskriam, bali pia uelewa bora wa asili ya binadamu. Katika kila tamaduni u, kwa kweli wakati wowote, wa taswira inaweza kumaanisha kila kitu. Sasa Wayahudi wa kidini waliokuwa wakijiona wenye haki katika siku za Paulo ambao anawaongelea hapa katika Warumi mbili, walikuwa wameweka jina sahihi kwenye katoni. Wana alama ya agano la Ibrahimu, kwa namna fulani kama nembo ya kampuni kwenye kila kifurushi, na kwa upande wa kuuza dini walikuwa wanatawala, walikuwa wanatawala soko. Sasa kama Mungu anavutiwa na mtu yeyote, lazima awe anavutiwa na hawa Wayahudi waaminifu, na Paulo tayari ametupa sababu zote kwa nini walijivunia kuwa na sheria au Tora. Walijiona kuwa watu wa maadili wanyofu, u, watu waliomzungumzia Mungu kwa heshima, u, walidai kujua mapenzi yake, na walifundisha u ukweli wa neno la Mungu kwa wengine lakini sasa Paulo chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu ameondoa barakoa na kufichua kwamba u uh, ingawa midomo yao ina msifu Yehova, mioyo yao iko mbali. Walidhani kwamba matendo yao ya kidini yangewafanya wakubalike mbele za Mungu, lakini kama tulivyojifunza tayari, inawezekana kuwa wa kidini lakini usiwe umeokolewa. Sasa Paulo anaanza kushughulikia moja ya matendo muhimu zaidi kati ya hayo ya kidini. Anatarajia hoja ambayo Wayahudi hawa wa kidini wataileta kwamba basi wao wana alama ya agano, wamehiriwa kulingana na amri ya Mungu kwa Ibrahimu. Kwa hiyo huu, kile ambacho Paulo anafanya hapa ni kutoa kanuni tatu za msingi zinazoonyesha jinsi ilivyo bure kujaribu kupata kukubalika kwa Mungu kupitia tendo la nje la tohara. Kwa kweli tunaweza kutumia kanuni hizi kwa sisi sote leo, ambao unaweza kuwasha mshumaa au kutumia rozari yako au kuzumbusha gurudumu la maombi au kufanya hija ya kiroho au kufunga nyakati fulani za wiki au kutembelea mahali patakatifu. Hayo ni matendo ya kidini. Sasa hapa kuna kanuni ya kwanza ya kutumia kwa wazo hilo: taratibu za kidini haziwezi kuchukua nafasi ya kuishi kwa haki. Paulo anaandika mstari wa 25, kutahiriwa kuna faida ukitii sheria, lakini ukivunja sheria, kutahiriwa kwako kutokutahiriwa. Sasa Paulo anachomaanisha ni kwamba taratibu za kidini zinaweza kuwa matendo ya utiifu kwa Mungu, lakini haziwezi kuchukua nafasi ya kuishi Mungu. Huwezi kuishi kama shetani halafu uende kuwasha mshumaa au kusema sala au kwenda kanisani na kuficha hayo. Unaweza kuweka stika ya gari inayosema Mungu anakupenda lakini hiyo haitaficha tabia ya kuendesha gari kiholela barabarani. Sasa Paulo anasema tu hapa kwamba ishara ya utiifu haina maana bila mtindo wa maisha wa utiifu. Anaendelea hapa katika mstari wa 26: basi ikiwa mtu ambaye hajatahiriwa anashika maagizo ya sheria, je, kutokutahiriwa kwake hakutahesabiwa kuwa ni kutahiriwa? Kwa maneno mengine, mtu anayeishi maisha ya kumcha Mungu na hajawahi kutahiriwa atakuwa sawa mbele za Mungu, tofauti na yule aliyetahiriwa lakini hamjali Mungu. Sasa katika siku hizo tohara ilikuwa alama ya kimwili ya watu waliokuwa wamejitolea kwa Mungu na neno lake, yaani Wayahudi. Ilikuwa inawakilisha kukatwa kwa mwili, yaani mwili wa dhambi, kama ilivyokuwa ishara na kujitoa kwa maisha ya mtu kwa Mungu. Kwa hiyo ikawa alama ya agano kwa Wayahudi katika Agano la Kale. Kwa njia hii haijaamriwa katika kipindi hiki cha Agano Jipya. Kanisa la leo linaundwa na Wayahudi na watu wa mataifa waliotahiriwa na wasiotahiriwa vilevile vile. Kwa kweli hata katika Agano la Kale Mungu hakukusudia imani iwekwe kwenye alama hii ya kimwili bali kwa yeye mwenyewe. Wakati wa Paulo taifa la Israeli lilikuwa limeanza kuamini kwamba alama ya kimwili ilikuwa basi, hiyo ilitosha, ilikuwa inatosheleza. Na Paulo anaonyesha kwamba walicho nacho ni ibada ya kidini tu bila moyo uliokombolewa. Sasa hapa kuna kanuni ya pili: kuamini matendo ya nje hakutakulinda dhidi ya uwajibikaji wa milele anaandika hapa katika mstari wa 27, yeye ambaye hajatahiriwa kimwili lakini anashika sheria atawahukumu ninyi ambao mnayo sheria iliyoandikwa, au sheria na tohara, lakini mnavunja sheria. Sasa marabi tena wa siku za Paulo walikuwa wakifundisha, sikiliza hili, walikuwa wakifundisha kwamba hakuna mwanamume aliyetahiriwa ambaye angewahi kuona jehanamu. Kwa hiyo unaweza kufikiria mshangao uliokuwepo hapa wakati Paulo anawaambia Wayahudi kwamba siku moja watasimama wakiwa wamehukumiwa na maisha ya haki ya watu wa mataifa. Mstari huu lazima uliwashtua na kuwafanya watetereke katika hisia zao za usalama na ulinzi kwa Mungu. Sasa hebu nikupe kanuni ya tatu ambayo tunaweza kuitumia katika maisha yetu leo: matendo ya kidini hayahakikishi kibali cha Mungu. Na hili ndilo jambo kuu hapa, katika mistari ya ishirini na nane na ishirini na tisa: hakuna mtu aliye miahudi kwa nje tu, wala tohara si jambo la nje na la kimwili; bali miahudi ni yule wa ndani, na tohara ni jambo la moyo, kwa Roho, si kwa sheria iliyoandikwa. Sifa yake haitokani na wanadamu, bali inatoka kwa Mungu. Tena Paulo anatoa ukweli huu wa kushangaza kuwa Myahudi wa kweli ni zaidi ya alama ya kimwili; ni jambo la moyo, ni kuwa na imani kwa Mungu. Na niambie wapendwa, hadi leo dini daima inasisitiza kazi za mikono ya mwanadamu. Watu wanaambiwa eh, nini wanapaswa kufanya ili kupata amani na usalama na na wokovu. Ukristo hausisitizi kazi za mikono yako bali kujisalimisha kwa moyo wako. Sasa, dini daima itazingatia kile tunachofanya. Kupata kibali kwa Mungu kunazingatia kwa nini tunakifanya. Je, unaomba kwa nini? Je, unatoa pesa kanisani? Je, unaishi maisha ya maadili? Dini inasema ufanye ili uende mbinguni, Ukristo unasema unafanya kwa sababu unaenda mbinguni. Tena dunia yetu inavutiwa na sura, na kitu kinachoonekana cha kipekee, hata kama ni kitu kidogo tu kama kama ice cream. Basi Mungu alimwambia Nabii Samueli hivi, Mwanadamu huangalia mwonekano wa nje lakini Bwana huangalia moyo, 1 Samueli 16:7. Taratibu za kidini ikiwemo tohara ni ishara za nje. Tunachohitaji ni upasuaji wa moyo, moyo uliobadilishwa na roho wa Mungu kupitia imani kwa Kristo. Kwa njia, kwa nini Biblia inazungumzia sana kuhusu moyo? si, si huo ni misuli tu inayopampu damu mwilini mwako. Basi neno la Agano Jipya kwa moyo ni kardia, na hilo ndilo linatupatia maneno kama daktari wa moyo na taaluma ya moyo. Neno la Kigiriki linamaanisha kwa mfano wewe halisi, yaani utu wako wa ndani kabisa, unaoonyesha wewe ni nani kama mtu. Hivyo bila kujali unavyoonekana kwa nje, muundo na jina kwenye e lile boksi la ice krimu, kwa mfano wewe halisi upo ndani, na hakuna anayeweza kuona huko ndani au kujua isipokuwa wewe na Mungu. Basi Paulo anawaambia wasomaji wake na sisi pia tusivutiwe sana na jina lililo nje ya boksi, tusitegemee muundo uliopigwa chapa kwenye kifurushi. Dini za dunia hii ni kama barabara zinazoelekea kuzimu na hukumu ya Mungu, kwa sababu dini inajali tu juu ya kifurushi. Kama kinaonekana kizuri, kama kinauzika, basi lazima kiwe sahihi. Ukristo ndio njia ya kwenda mbinguni na hauhusiani na sura au mwonekano. Ha, ha, hauuzi kitu chochote ni zawadi ya bure inayotolewa kwa wale watakaomkabidhi Bwana Yesu Kristo mioyo yao, nafsi zao za kweli. Unaona, kiini cha Ukristo ni jambo la moyo. Naam. Hadi tutakapoanza tena safari yetu ya hekima, wapendwa, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi nyote. Amina.